Wa Tanzania. Hii video ni kwa ajili ya Gen Z wa Tanzania na na Watanzania wote kwa ujumla. First of all, nataka Gen Z msije mkajisikia vibaya, msije mka, mkajilaumu au pia msikubali mtu yoyote akawalaumu au akawafanya mkajisikia kama labda sijui mme let down nchi <coughs> au yenyewe wenyewe mmeji Trust me dunia nzima ina understand, mimi personally I understand, I understand okay. <clears throat> Um, kama mnakumbuka baada yale maandamano ya tarehe ishirini na tisa um, uh, haya maandamano ya pili yaliitishwa na GenZ wenyewe na Um, mimi nikaya support. <coughs> And kama mtakumbuka ile, I think ilikuwa kama two weeks ago nilisuggest tubadilishe ile tarehe ya maandamano iwe Christmas Day. I think <coughs> kuna watu walikasirika nilivyoweka ile suggestion. Oh, watu wanataka hiyo tarehe, lakini mimi nilikuwa naelewa ni kwa nini ni suggest siku ya Christmas kwa sababu nilishaona hii tarehe 9 Desemba serikali imeweza kucontrol movement za watu kutoka, wameshaweza kuzicontrol. Yani walivokansel tu sherehe, nikajua hii siku sio maandamano. Tanzania lazima yawe siku ambao government haiwezi ku kucontrol movement hii, hii ndio ilikuwa one of the environments ilifanya yale maandamano ya Oktoba 29 jaka hiyo ndio message kutoka kwa dada wa taifa Mange Kimambi, mara tu baada ya maandamano ya Disemba tisa kufeli, ametuma ujumbe huu kwa ajili ya Watanzania na kwa ajili ya Gen Z na kwa ajili ya kila mmoja ambaye alikuwa na ari na hamu ya kutaka kuandamana, kuingia mtaani siku ya Disemba elewa kabisa kwamba kulikuwa na ugumu kabisa eh, kwa ajili ya kuweza kutekeleza ile ambayo walikuwa wamekusudia kulifanya, lakini pia akakumbushia Tanzania, kuhusiana na mtazamo na suggestion ambayo alikuwa ameitoa mwanzoni kusema kwamba tarehe tisa iende ikawa na changamoto nyingi sana kufanyika maandamano kutokana na kwamba serikali baada yao kuweza ku cancel tu sherehe za uhuru, kuweza kusema kwamba sherehe za uhuru hazitafanyika kama ilivyozoeleka, akajua kabisa kwamba ulikuwa ni kama mtego fulani hivyo kuweza kuzuia movement, na nasema kwamba kuzuia movement na kuweka siku hiyo iwe a public holiday na kusema kwamba watu wakae majumbani, wakae uh, kama siku ya mapumziko aliona kwamba upande huo ilikuwa ni kama red flag hivi akaona kabisa kwamba hii itakuwa vigumu kwa ajili ya Watanzania kuweza ku step out e, bila sababu maalum. Anasema kwamba ndio sababu ambayo ilifanya yeye binafsi akasuggest kwamba iwe ni siku ambayo serikali haiwezi kuzuia mtu kutoka nje, siku ambayo e, serikali haiwezi kumpa mtu movement restrictions na akawa amesuggest kwamba itakuwa ni vizuri kama ikifanyika siku ya tarehe 25, siku ambayo sio siku ya kazi, sio siku maalum lakini pia ni siku ambayo watu wote wanatoka nje na serikali haina uwezo kuweza kuzuia mtu yote kutoka nje. Sasa baada ya kuweza kutoa hiyo suggestion kwamba maandamano yafanyike either tarehe 25 Christmas ama tarehe moja Eh, siku ya mwaka mpya ama siku ya sherehe za mwaka mpya. Sasa amesema kwamba binafsi anaamini kwamba hiyo ingekuwa ni siku bora zaidi kwa, kea, kwa Tanzania kuweza kuingia mtaani. Sijui una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho amekisema dada wa taifa Mange Kimambi, na una mtazamo gani kuhusiana na a, sababu za kufanya labda maandamano yasiwepo? Nipe mtazamo wako pale chini kwenye uwanja wa comment.